Karibu katika uchambuzi wa nyota yako. Je, ni siku gani nzuri ya kuanzisha mahusiano? Leo nimekuletea siku bora za kuanzisha mahusiano ya kimapenzi kwa nyota zote 12 mwezi huu wa 11 mwaka 2025 kwa mpangilio kamili wa kila nyota. Siku hizi zimechaguliwa kutokana na nishati ya upendo, mvuto wa kijamii na hali bora ya kihisia kwa kila nyota.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 Siku bora za kuanzisha mahusiano ni tarehe tatu, nane, 15, 21 na 27. siku hizi zitaongeza mvuto wako wa kujiamini na kufanya mtu kuvutiwa na wewe kwa haraka zaidi. Ushauri, usiogope kuchukua hatua ya kwanza. Unapoonyesha ujasiri, upendo huja kwa urahisi. Tukiangazia katika nyota ya ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20 Nishati ya nyota hii ni utulivu na mvuto wa asili. Siku bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe 2, 9, 16, 23 na 30. Nishati yako ya kimahaba itakuwa kwenye kilele. Watu watajisikia salama na kuvutiwa na wewe. Ushauri: mazingira tulivu kama vile bustani au chakula cha jioni cha kimahaba yatakuinua zaidi. Tukiangazia nyota ya mapacha tukumbuke, nyota hii ni ya watu waliozaliwa tarehe 21 Mei hadi tarehe 20 Juni. Nishati ya nyota hii ni mawasiliano yenye mvuto. Siku yako bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe 3, 10, 15, 21 na 26. Uwezo wako wa kuzungumza utavutia kwa urahisi. Ni wakati mzuri wa kuanza mazungumzo mapya ya kimapenzi. Ushauri: tumia ucheshi wako wa asili kuvunja ukimya. Tukiangazia nyota ya kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Nishati ya nyota hii ni upole na hisia za kina. Siku yako bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe na 4, 11, 18, 22 na 28. Siku hizi utakuwa na mvuto wa kihisia, mtu atahisi ukaribu wa kipekee ukiwa karibu naye. Ushauri: onyesha upole wako, ndiyo silaha yako kubwa ya mapenzi. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Nishati ya nyota hii ni haiba na kung'aa kimapenzi. Siku bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe 4, 11, 17, 22 na 29. Utavutia watu wengi kwa mvuto wako wa asili, huu ni mwezi wako wa mapenzi. Ushauri: vaa vizuri, tabasamu zaidi na onyesha kujiamini, utavutia kwa urahisi. Tukiangazia nyota ya mashuke hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agasti 23 hadi Septemba 22. nishati ya nyota hii ni utaratibu na mvuto wa kipekee. Siku yako bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe moja, saba, kumi na nne, ishirini na ishirini na sita. Mvuto wako wa unyenyekevu na utaratibu utamvutia mtu aliye makini. Ushauri: usijifiche, mapenzi huanza unapojitokeza kwa uhalisia wako. Tukiangazia nyota ya Mizani. Hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Nishati ya nyota hii ni uzuri wa asili na amani ya moyo. Siku yako bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe 2, 9, 16, 23 na ishirini na nane. Huu ni mwezi wa kung'aa kwa Mizani, watu watavutiwa na macho yako, tabia yako na utulivu wako. Ushauri: tumia mwanga mpole, muziki mzuri na usikivu wako wa kipekee. Tukiangazia nyota ya Nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Nishati ya nyota hii ni mvuto wa siri na nguvu za ndani. Siku yako bora ya, ya kuanzisha mahusiano ni tarehe moja, nane, kumi na nne, kumi na tisa, na 27. Utakuwa na mvuto wa ajabu unaoweza kuwasha moto wa mapenzi kwa urahisi. Ushauri: ruhusu macho yako yaongee, mvuto wako wa kimya ndiyo silaha yako. Tukiangazia nyota ya Mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Nishati ya nyota hii ni furaha na uchangamfu. Siku yako bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe 5, 12, 18, 24 na 30. Uchangamfu wako utawasha moto wa mapenzi kwa urahisi. Siku hizi ni nzuri sana kwa kuanzisha uhusiano. Ushauri: tumia matembezi, safari au mazingira yasiyo na shinikizo. Tukiangazia nyota ya Mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Nishati ya nyota hii ni uaminifu na uthabiti. Siku yako bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe 2, 7, 13, 21 na 29. Huu si mwezi wa mapenzi ya ghafla, bali ya kina na thabiti. Siku hizi zitakupa nafasi ya kukutana na mtu mwenye nia ya kweli. Ushauri: onyesha upole na uthabiti, wako ndio mvuto wako mkubwa. Tukiangazia nyota ya Ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Nishati ya nyota hii ni ubunifu na mvuto wa kipekee. Siku yako bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe 3, 10, 15, 22 na 26. Siku hizi zitakupa mvuto wa kipekee wa kijamii, watu watavutiwa na upekee wako. Ushauri: kuwa wa asili yako usiigize, ndivyo utakavyovutia zaidi. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu walizaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Nishati ya nyota hii ni huruma na mapenzi ya kina. Siku yako bora ya kuanzisha mahusiano ni tarehe 6, 13, 20, 25 na 29. siku hizi zitaleta mvuto mkubwa wa kihisia. Mapenzi ya kina yanaweza kuanza kwa upole na kutoa mizizi. Ushauri: kuwa mkweli wa hisia zako, watu wanavutiwa na moyo wako. Tukiangazia muhutasari wa tarehe za bahati za mapenzi kwa mwezi huu wa 11 mwaka 2025, tukianza na hii nyota ya punda ni tarehe tatu, 8, 15, 21 na 27. Nyota ya ng'ombe ni tarehe 2, 9, 16, 23 na 30. Nyota ya mapacha ni tarehe 3, kumi, 15, 21 na 26. Nyota ya kaa ni tarehe 4, 11, 18, 22 na 28. Nyota ya simba ni tarehe nne kumi na moja kumi na saba ishirini na mbili na ishirini na tisa. Nyota ya mashuke ni tarehe moja saba kumi na nne ishirini na ishirini na sita. Nyota ya mizani ni tarehe mbili tisa kumi na sita ishirini na tatu na ishirini na nane. Nyota ya nge ni tarehe moja nane kumi na nne kumi na tisa na ishirini na saba. Nyota ya mshare ni tarehe tano kumi na mbili kumi na nane ishirini na nne na thelathini. Nyota ya mbuzi ni tarehe mbili saba kumi na tatu ishirini na moja na ishirini na tisa. Nyota ya ndoo ni tarehe tatu kumi kumi na tano ishirini na mbili na ishirini na sita Nyota ya samaki ni tarehe sita kumi na tatu ishirini ishirini na tano na ishirini na tisa Ushauri wa jumla kwa tarehe hizi: kuwa mkweli na huru kwenye mazungumzo. Mazingira ya utulivu au matembezi yanaongeza mvuto. Usiharakishe, ruhusu uhusiano ujengeke kwa urahisi. Tabasamu lako na ujasiri wako ndiyo siraha kubwa ya kimapenzi. Hizo ndio nyota zako na siku zako za kuanzisha mahusiano ya kimapenzi. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye, bye.